Haleluya! Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu waliowaridhia. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bila shaka ni kipindi chenye kutubariki sana mimi na wewe. Basi endelea kuwa pamoja nami pate maarifa zaidi. Tunaziangalia ahadi za Mungu kwetu, na bado tuko kitabu cha Mwanzo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 na katika kuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulio pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umetii sauti yangu. Basi Ibrahimu akawarudia vijana wake wakaondoka wakaenda zao pamoja mpaka Beresheba. Ibrahimu akakaa huko Beresheba. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, bila shaka unafuatana nami, asante kwa kufuatana nami. Imeikuta ahadi nyingine kwa Ibrahimu, anaahidiwa hapa jambo muhimu sana baada ya kumtoa Isaka mwanawe Mungu alisema niletee, mwanao mchinje, awe sadaka. Ibrahimu akafanya hivyo. Mungu alipoona imani yake, akampa kondoo badala ya kumchinja mmee mtoto wake. Basi Mungu alipoona imani ya Ibrahimu, Mungu akamwahidi mambo kadha wa kadhaa. Lakini jambo nalotaka kuona ni hili. Na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Hili ni jambo muhimu sana na ni kubwa sana. Kumiliki mlango wa adui yako sio jambo rahisi hivi hivi, lakini Mungu anamwambia, uzao wako watakuwa wamiliki wa milango ya adui zao. Maana yake anamwambia, watoto wako watawashinda maadui, watawashinda maadui, hakuna adui atakayemweza bali wao watawashinda na kuwatawala na ndicho kilichokuja kutokea. Walipofika katika nchi yao ya ahadi, wana wa Israeli wakawafukuza maadui wa, wote waliokuwa wakiwasumbua, wakatawala katika nchi ile. Hii ni jambo la ajabu sana, kwamba waliwafukuza watu waliokuwa wakiishi katika ile nchi. Nchi ile waliiona ni ya kwao, na Mungu akawajalia kuwafukuzia mbali wao wakatawala kwenye milango yao, wakatawala kwenye nyumba zao, mashamba yao, mifugo yao na kila kitu alichokuwa nacho wakatawala. Hii ni ahadi iliyotolewa na Mungu zamani wakati wa Ibrahimu hajapata mtoto bado, anamwambia na uzao wako watamiliki mlango wa adui zao, zao. Hii ni jambo muhimu sana. Je, yeah, unamiliki? Je, yeah, adui anamiliki badala yako? Ni vizuri sana kuangalia. Je, yeah, unamiliki? Maana yake ni kwamba adui yako asimiliki mahali pako. Bali wewe umiliki mahali pa adui. Nafasi yako isichukuliwe na adui, bali adui wewe uchukue nafasi yake. Hakikisha adui hafurukuti kwako. Hakikisha adui hapati nafasi kwako. Bali wewe chukua nafasi ya kuhakikisha adui anakimbia mwenyewe. Simkimbie mchawi, bali mchawi akukimbie wewe. Usikimbie mtu mbaya, bali wabaya wakukimbie wewe. Hili ndio jambo ambalo ye, Mungu alimwahidi Ibrahimu kwamba wabaya sio wakukimbia, bali wabaya watakukimbia wewe. Sio wachawi tuwakimbie, bali wachawi sisi ndio watukimbie, maana sisi tuna nguvu kuliko wao kwa sababu hiyo sisi ndio tunapaswa kutawala, sio wao watawale sisi. Tunapaswa kuwatawala, sio wao watutawale, maana tumepewa uwezo wa kipekee, nguvu za kipekee, maarifa ya kipekee ya kuwatawala na kuwatawanya. Kwa hiyo pendwa mtazamaji wangu, kama wewe ni Mkristo, hakikisha una miliki, hakikisha unatawala. Sikubali kutawaliwa, sikubali kabisa. Tawala, kutawala maana yake kuhakikisha uko huru mbali na adui. Hakikisha adui hakusumbui kwa lolote, maana wako watu wanaopata shida usiku wakiwa wamelala nyumba zao, watasikia mtu anakanyaga juu kwenye dari au kwenye bati, au mchanga unamwagwa kwenye bati au mandoto mabaya. Hiyo ni kutawaliwa na adui, lakini nikwambie, ukishakuwa na Mungu kwenye maisha yako kwa kisha kuwa na Yesu Kristo, wewe ni mtawala. Hakuna mtu atakayefika nyumbani mwako, maana nyumba yako itakuwa imezingirwa kwa moto, nyumba yako itakuwa imezingirwa na malaika. Kwa hiyo hakuna adui atakayesogea. Kitu muhimu, wewe muamini Yesu Kristo, basi ubadilishe namna na mtindo wa maisha yako. Ni jambo la ajabu hili, nalo liongea si watu wengi wana uzoefu huu, lakini uzoefu huu uko kwa waamini walio wengi Shamwamini Yesu Kristo, adui hawezi kufika kwako, mchawi hawezi kufika kwako, maana wanakuona wewe ni mchawi kuliko wao, wewe ni mchawi kuliko wao, wewe una nguvu kuliko wao. Lakini wewe ni mtu yule tu wa kawaida, lakini kila wakijaribu kuja kwenye nyumba yako wanashindwa, wakijaribu kukuloga hulogeki. Kwa nini? Kwa sababu umepewa kuwamiliki, umepewa kuwatawala, umepewa kuwaweza. Tukutane kwenye kipindi kinachokuja. Mungu wa mbinguni akubariki. Bila shaka umeelewa nasema nini. Mungu akusaidie wewe ambaye unamwamini Yesu Kristo. Ushindi ni wako, usiogope. Siwaogope watu, bali wewe ndio wa kuogope wewe, maana wewe umepewa nguvu na uwezo wa ajabu. Tukutane kwenye kipindi kinachokuja, tuendelee kujifunza zaidi na kupata maarifa zaidi ya ahadi hizi tunazoziona kwetu wenyewe ni katika jina lako Mungu, ba, Mungu, lake Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Ubarikiwa unapotoka na kuingia siku zote za maisha yako, amen.